Mtoto anayeitwa Rahma Hussein Bakari Rwanda ana changamoto ya kutokukaa kukaa wala kutembea. Nilimzaa vizuri tu, alianza kubadilika wakati ana miezi mitatu. Naomba serikali nipe msaada, hata wadau mnaoiona picha ya Rahma alipolala kwenye kiti. Maisha yake ni kulala tu Hana msaada wowote, nimehangaika hospitalini kwenye maombi, wala sijaona mabadiliko yoyote, kwa nikuwa, naomba hata mkimpatia kitu at kupeleka shule miaka 15 sisi. Tano zaizi alianza kuzingia kama haya, alianza karibu kama miezi mitatu hivi kaza kubadilika kangaika sana kwenda hospitalini huko hivi kile bado ikawa bado, yes, tukaga na sehemu nyingine tena, sehemu mbalimbali huko mara kule mara huko mara maombi mm. Kwa hiyo kifupi, walifika kuna taasisi moja ilifika <coughs> hapa walimpima, walisema ata kiti kabla aende shuleni akao kucheza na wenzake kule. Kwa tumepima mpaka leo tujaona tena. Kwa sasa tutaleta kiti kwa mpaka leo tu basi. Kwa kifupi huyu hapa sasa hivi anasema akipata kiti tunaa, yeah. tuka anatembea tembea tembe, kidogo na mtembeza. Maana hapa ndio kukaa tu basi kumlisha kila kitu. Kuongea ongei. Kulala kumlisha basi muda mmoja, akafika akasema, labda tuja kumpeleka Katumba, akasema, Katumba kule kwa wewe wesekani, kwa sababu naye atakayemlisha kule ngumu sana. Kwa hiyo hivyo tumpomba naye wenyewe. Kawale kipindi kile cha sensa ile, kafika kuandikisha hapa, kamwangalia. wa atafika watafika watafika, hajafika tena. Kaish kubwa hapa ni kupata eh kidogo anaweza akazungazunguka na kutembea na wenzake. Kwa nini utembea tena, maana ndio mdogo mwingine. Sasa hizi hapo, mfano kama mke wangu anashona, kwa hiyo sasa inatakiwa imrudishwe nyumbani. Sasa leo hii, baada ya kupata taarifa kwamba mtoto haji ana ulemavu na mahitaji ni pamoja na vifaa kama hivi tulivyoleta hapa, lakini na mama si navihitaji, tumeleta pampasi kwa ajili ya kumsaidia mtoto wetu, lakini pia tukaona ni vema tukabidhi na kichache kwako mama. Alikuwa mtoto yuko mazingira haya, ana mahitaji maalumu, tukasukumwa tuka kwamba basi na yeye tumsalimie tujue uhitaji wake ukoje, kwa sababu jukwaa letu lina watu mbalimbali ambao wako kwenye taasisi mbalimbali, wakijua kuna changamoto hii, inawezekana ikawa ni sauti ya kuwafikia. Sasa ili jukwaa letu linaitwa Rungwe yetu asili, ni jukwaa ambalo linaunganisha watu arungwe, arungwe, wa, wa ndani ya Rungwe na nje ya Rungwe. Wengi ni wazaliwa wa huku na wengine sio wazaliwa wa Rungwe, wanafanya kazi ndani ya wilaya ya Rungwe. Mungu ndo anayepanga uu uje vipi duniani na uishi vipi duniani. Kwa mengine haya tunamwachia Mungu mwenyewe, lakini tume, tumeona tumemwona mtoto na tunawaomba wadau mbalimbali waweze kumgusa mtoto. Tunaamini unajua shida yake hasa, anatakiwa asaidiwe nini? Unaweza ukatuambia pia. Bila kupoteza muda, mi nawashukuruni sana na Mungu awabariki sana kwa kumlea mtoto. Asante sana.